AM Online TV. Shikamoo Yanga. Marahaba. Shikamoo Yanga. Marahaba. Shikamoo viongozi wa Yanga. Marahaba. Shikamoo wachezaji wa Yanga. Marahaba. Naitoa moyoni X factor, naitoa moyoni shikamoo kwa maumivu ninayopata mimi. Pengine shikamoo hii ama salamu hii imetokana na nini haswa? Unasema? Pengine salamu hii ya kuwasalimia Yanga Africans imetokana na nini haswa? Ukiwa wewe ni shabiki wa Simba. Mimi natoka Bukoba, kila siku kuangalia Simba na Yanga, kila nikija uwanjani natoka na majonzi, nalia Sawa bana, Yanga imenishinda, sasa nimechoka, bora nishikamo Yanga, nisalimie Yanga niweze kupata furaha kwa muda mfupi. Jezi ninayo hii hapa, nimeinunua hii hapa sasa. Usajili mimi, siwezi kusifia mchezaji sijamuona uwanjani. Nimemshuhudia Salumu Mwalimu ameingia, amefanya kazi nzuri sana. Sasa nauliza benchi la ufundi waliomshauri kocha amtowe mpanzu na mkwara? Ah, sawa ee. Dakika zile alizomtoa mkwara ni nani amefanya kazi pale mbele? Okay. Kwa nini asinge mwacha mkwara akacheza na Salumu Mwalimu? <coughs> mimi naamini aliyofanya sababu aliyoifanya imeleta madhaifu kwenye timu yangu. Inaonekana washauri wake sio wazuri pale. Washauri sio wazuri bana. Mpira uwezi dakika tisini bila ofsaidi hata moja, ofsaidi hata moja dakika tisini, hata kupita mure kwenye kumi na nane ikaonekana kuna kashikashi, ionekane hamna Taketi ya wapi ile? Moja bwana tu, timu kubwa ya kimataifa ile. Mimi siami na jezi, navaa jezi ya bei unaiona sasa, shilingi 100. Lakini lazima mtani nimwamkie shikamoo Yanga; shikamoo mchezaji wa Yanga; shikamoo Baraba, fundi wa Yanga.